Vyote vile marehemu Fredrick alikuwa na wake wawili, mke mkubwa na mdogo. Ameacha watoto sita. Na hapa kama familia, wanaeleza namna walivyopokea taarifa na jitihada walizofanya kujaribu kuokoa maisha ya mume wao. Polisi wakawa wamenipigia wakaw, zaidi ya mara tano, si mfanye haraka chukua bodaboda kuje polisi. Nilipofika pale, wakasema mume wako ametupa namba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 nikapigiwa simu na mwalimu mwenzangu kwa majina anaitwa Masai, akaniambia mpigie simu mmeo umempigia? Nikaambia sijampigia. Umewasiliana naye toka saa ngapi? Nikaambia toka saa nane, mi nilikuwa Sokomatola. Basi akasema we mpigie, nikaambia kuna nini? Maana nikaa nina taharuki sasa, ni nini, mbona anasisitiza hivi? Akasema we mpigie tu, nikamwambia naomba uende tu moja kwa moja uniambie kuna nini. Akaanza kusimulia, akasema walikuwa sehemu kuna sehemu moja huwa wanashinda pale, wanaangalia angalia mpira, walikuwa wanapata vinywaji pale. Baada ya hapo, mwenzangu ikaonekana kama amezidiwa na kile kileo, basi huyo mwalimu Masai aka ikabidi amtafutie usafiri wa boda. Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Nikiripoti kutoka nyumbani kwa marehemu jijini Mbeya, Rebeka Kinyunyu, ITV.